Huku uchunguzi wa mauaji ya Albert Ojwang' yanapoendelea kufichua waliohusika na ambao hawakuhusika na mauaji hayo. Wapelelezi wa mamlaka ya Aipoa wanaendelea kutafakari kumwalika naibu Inspector General Eliud Lagat kwa mahojiano siku kadhaa baada yake kujiondoa afisini ili kupisha uchunguzi. Lagat ametajwa kama mhusika mkuu katika mauaji hayo kwani alilalama kuhusishwa na kashfa ya e ufisadi na mwanablogu huyo kabla ya yeye kukamatwa na baadaye kuuawa kinyama. Maafisa wa IPOA wanashikilia kuwa taarifa ya Lagat itasaidia pakubwa katika juhudi za kutegua kitendawili cha waliohusika na mauaji hayo tata. Lagat alijiondoa siku ya Jumatatu kwa kile alichokitaja kama hatua ya kupisha uchunguzi wa kina na wa haraka kuhusu mauaji hayo. Hatua yake imeendelea kuungwa mkono na viongozi wa kidini nchini. Wa hivi punde wakiwa viongozi wa CCAK wakiongozwa na mwenyekiti Askofu Hudson Deda wakiwataka wote waliotajwa kuhusika na kifo hicho kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ili haki kupatikana kwa familia ya Ojwang'.

Viongozi hao vilevile wametoa wito kwa Rais William Ruto kurejesha amani ya idara ya polisi kwa Wakenya. Hii ni kufuatia visa vya ukatili vinavyotekelezwa na maafisa wa polisi kwa Wakenya, haswa wakati ambao vijana wanajitokeza kufanya maandamano. Free. Haya ya kijiri, wachungaji wa kanisa la Kiadventista katika kaunti ya Nyamira wamekashifu utekaji nyara na mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa polisi huku wakiwataka waandamanaji kutoharibu mali ya watu wakati wa maandamano. Uh, watu kusimama kwa ajili ya ku, ku, kuuliza serikali ili ipate kutoa haki kwa wale ambao wamedhulumiwa, lakini tufanye hayo kwa njia ya amani kwa vile two wrongs will never make a right. Mary Kialo, Undugu TV ni